Israel imethibitisha kuwa maafisa wake usalama wa usalama wanaishikilia meli ya kiraia inayoitwa The Madleen ikiwa baharini, iliyokuwa inasafirisha misaada ya kibinadamu na watetezi wa haki za binadamu, wakielezea kwamba hali hiyo si nzuri. Greta Thunberg ni mwanaharakati wa mazingira, na yeye ni baadhi ya watu kumi na wawili ambao wanashikiliwa na maafisa wa usalama wa Israeli. atakayeiona a... video hii, tumetekwa baharini na vikosi vinavyounga mkono Israeli. Natoa wito kwa marafiki zangu, familia na wenzangu kuzidisha shinikizo dhidi ya serikali ya Sweden ili waweze kutuachia huru mimi na wenzangu. Sauti yake Greta Thunberg, mwanaharakati wa mazingira, baada ya kukamatwa kufuatia meli iliyokuwa imebeba misaada ya kibinadamu kuzuiwa na maafisa wa usalama baharini.